Bilionea anawatazama ombaomba mjamzito na mwanawe wakitengeneza gari lake, kisha wakafichua siri yao. Nairobi, barabara ya Ngong Road ilipokuwa imejaa kelele za jiji, bilionea Mzee Kamau wa Karanja, mfanyabiashara maarufu wa uwekezaji, bima na mali isiyohamishika, alisimama kando ya barabara akitazama tukio lisilo la kawaida. Gari lake la kifahari lilikuwa limesimama ghafla. Hakukuwa na hasira, kulikuwa na mshangao. Mbele yake, mwanamke mjamzito, mama Achieng, na mvulana mdogo Otieno, walikuwa wameinama chini, wakijaribu kurekebisha tairi lililolegea kwa mikono mitupu. Usijali mama, tutamaliza, Otieno alisema kwa sauti ya ujasiri iliyomzidi umri wake. Kamau walinyamaza. Alikuwa ameona mikutano mikubwa ya kifedha, mikataba ya mamilioni na maamuzi ya benki lakini hakuwahi kuona ujasiri wa aina hii. Alikaribia polepole. Kwa nini mnafanya hivi? aliuliza kwa upole. Mama Achieng alinyanyua macho, jasho likimtoka. Hatuombi leo, tunafanya kazi. Maneno yale yalimgonga moyoni Kamau. Kazi, heshima, uvumilivu. Watu walipita wakitazama, wengine wakicheka, lakini Kamau aliona zaidi ya mavazi yao yaliyotoboka aliona hadithi siri na mwanzo wa jambo ambalo lingeathiri maisha yao wote je walikuwa nani hasa je kwa nini walionekana kujua mengi kuhusu gari lake gari lilipowashwa tena Kamau hakuwafukuza aliwaalika waketi chini ya mti karibu na barabara aliwaita dereva wake abaki mbali alitaka kusikia kwa masikio yake mwenyewe mnaitwa nani aliuliza kwa upole mimi ni Mama Chieng kutoka Kisumu, huyu ni mwanangu Otieno. Otieno alimsalimia kwa heshima, shikamo mzee. Kamau alitabasamu, marahaba. Otieno, una umri gani? kumi na moja. Kamau alitikisa kichwa, umri mdogo lakini moyo mkubwa. Aligundua jinsi Otieno alivyozungumza kwa uelewa wa ajabu. Alitaja kwa bahati mbaya jinsi tairi lilivyohitaji kusawazishwa ukitumia maneno aliyoyasikia Kamau tu kwenye gareji za kitaalamu. umejifunza wapi hayo? Kamau waliuliza. Otieno alinyamaza kidogo. Mama Achieng alimtazama mwanawe, macho yake yakiwa na hofu na fahari kwa pamoja. Tunaishi kwa kujifunza, alisema kwa kifupi. Kamau walitoa maji na chakula kidogo. Hakuwa anatoa sadaka, alikuwa anashiriki. Ndani ya akili yake maswali yalizidi. Alijua thamani ya elimu, akiba na mipango ya baadaye, lakini hawa watu hawakuwa wa kawaida. Kulikuwa na kitu walikuwa wanakificha, na Kamau alihisi bila kujua kwanini, kwa nini kuwa siri hiyo ilikuwa karibu sana na maisha yake mwenyewe. Saa iliposonga, Kamau aliwaomba wafike Karen kwenye ofisi ndogo ya ushauri wa kifedha, sio kwa huruma, bali kwa heshima. Nataka kusikia hadithi yenu vizuri, alisema Njiani mama Achieng alikaa kimya akishika tumbo lake. Otieno alitazama nje ya dirisha akihesabu magari kana kwamba alikuwa akipima thamani ya dunia. Kamau aliona nidhamu, aliona akili. Walipofika, wafanyikazi walishangaa lakini Kamau aliinua mkono. hawa ni wageni wangu, alisema kwa sauti ya mamlaka tulivu. Wakaketi, chai ililetwa. Mimi siombi hadithi za huzuni, naomba ukweli, Kamau walisema. Mama Chieng alimeza mate. ukweli una gharama, mzee Kamau. Walitikisa kichwa. Nimeishi maisha ya mikopo, uwekezaji na hatari, najua gharama. Otieno alimshika mkono mama yake. Mama niambie. Kulikuwa na kimya hiti zito. Nje upepo wa Karen ulivuma polepole pole, ndani Kamau alihisi moyo wake ukipiga kwa haraka. Alijua dakika chache zijazo zingefungua mlango wa siri ambayo haingeweza kufungua tena, lakini bado hawakusema. Walichelewesha, walijenga mvuto, na Kamau alingoja. Mama Chieng alianza taratibu, tulionda Kisumu miaka mingi iliyopita, sio kwa sababu ya umaskini tu. Kamau alimsikiliza bila kukatisha hiyo ilikuwa kanuni yake katika biashara na maisha. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi, kazi ya kawaida, lakini nilijifunza mengi. Niliona jinsi mikataba inavyofanywa, niliona jinsi majina yanavyopotea. Otieno alitazama chini. Baba ya Otieno alitoweka siku moja, aliondoka akaacha barua tu. Kamau alihisi mgongo wake ukikaza. Barua kutoweka alikuwa amesikia hadithi kama hizi, hasa katika ulimwengu wa mali na fedha. Na tangu hapo tulipambana, alisema nilimfundisha Otieno kusoma, kuandika na kufikiri, sio kuomba. Otieno alinyenyua macho, nataka kuwa muhandisi kama. Walitabasamu lakini ndani yake kulikuwa na msukumo wa ajabu. Kulikuwa na jina lililotajwa kwenye barua, jina ambalo mama Achieng aliliekupa kwa makusudi. Kamau hakulazimisha bado lakini moyoni alihisi kama alikuwa karibu kugusa ukweli uliokuwa umefichwa. Jioni ilipokaribia Kamau alisimama na kwenda dirishani. Aliangalia jua likizama juu ya vilima vya Ngong. Alizungumza bila kugeuka. Jua, maisha yangu yamejengwa juu ya mipango ya muda mrefu, akiba, bima na urithi. Mama Chieng alimsikiliza kwa makini. Lakini kuna mambo pesa hayawezi kununua: ukweli, ujasiri na familia. Neno la mwisho likakaa hewani. Otieno akakaza mkono mama yake. Kamau waligeuka polepole. Kuna kitu hamjaniambia. Mama Chieng alisimama, macho yake yalikuwa na machozi, lakini sauti yake ilikuwa thabiti. Ukipenda ukweli, mzee, utabadili maisha ya wengi, sio yetu tu. Kamau alihisi moyo wake ukidunda. Niambie, alisema kwa sauti ya chini. Lakini kabla hajajibiwa, simu yake ililia. Jina lilionekana kwenye skrini, jina la zamani lililomrudisha nyuma miaka mingi. Mama Chieng alilitazama jina lake. Uso wake ukabadilika. Hapo ndipo Kamau alijua siri yao ilikuwa imeunganishwa moja kwa moja na maisha yake. Simu ilipokatwa Kamau alikaa kimya kwa muda mrefu. Jina lile lilikuwa limemrudisha miaka 20 nyuma, miaka ya maamuzi magumu, mikopo mikubwa na ahadi zilizovunjika. Aligeuka polepole, akamwangalia mama Achieng. Hilo jina unalijua? Alisema kwa sauti nzito. Mama Achieng alitikisa kichwa. Si kulijua tu, lina sehemu kubwa katika maisha yetu. Otieno alisimama ghafla. Mama, si wakati wa kunyamaza tena. Maneno ya mtoto yalimshtua Kamau, aliona ujasiri ule ule aliyouona barabarani. Mimi nilifanya kazi kwa mtu huyo, mama Achieng aliendelea. Aliniachia jukumu la kuhifadhi nyaraka muhimu. Siku moja akatoweka, akaacha madeni, akaacha majina, akaacha mtoto tumboni. Kamau alihisi kifua chake kikibana. Mtoto? aliuliza. Mama Achieng aliweka mkono tumboni mwake macho yakimlenga Kamau. Ndio, na huyu mtoto unayemwona hapa alilelewa kwa siri kwa hofu na kwa ukweli ambao haujawahi kusemwa. Kimya kilitawala chumba. Kamau alijua sasa hii haikuwa hadithi ya kuomba msaada, ilikuwa hadithi ya deni la maisha. Kamau alisimama na kutembea ndani ya chumba akipumua kwa kina. Alikuwa amewekeza katika kampuni nyingi, lakini hakuwahi kuwekeza katika hisia za namna hii. Kwa nini sasa? kwa nini mlitafute leo? Otieno alijibu kabla ya mama yake, kwa sababu hatukutafuta wewe, tulikutana kwa bahati. Maneno hayo yalikuwa kweli na yalimuumiza zaidi. Mama Achienga alisema, sikutaka chochote, nilitaka tu kuishi kwa heshima, lakini maisha yamenifundisha kuwa ukweli hauwezi kukimbizwa milele. Kamau aliketi tena, alimtazama Otieno kwa makini. Kulikuwa na kufanana fulani, sio sura pekee, lakini namna alivyofikiri alivyozungumza unajua. Kusoma michoro ya magari aliuliza. Ndiyo, Otieno alisema, nilijifunza kwa vitabu vya zamani. Kamau alifumba macho kwa sekundi chache. Ndani yake hesabu zilikuwa zinafanyika, sio za pesa, za maisha. Kama huu ulikuwa ukweli, basi kulikuwa na jambo alilokwepa kwa miaka mingi, na sasa lilikuwa limesimama mbele yake likimwangalia machoni bila hofu. Usiku ulipoingia Karen, Kamau aliwaita waketi tena Alitoa faili la zamani kutoka kwenye draw. Hili faili linigharimu sana, alisema. Lina majina ya watu waliopotea, miradi iliyofeli na makosa yangu. Mama Achieng alilitambua mara moja. Hili ndilo, alisema kwa sauti ya chini. Kamau alilifungua. Ndani kulikuwa na barua, ile ile barua iliyokuwa imeandikwa kwa haraka ikitaja mtoto ambaye hakuwahi kukutana naye. Mimi ndiye niliyeficha ukweli, nilidhani pesa ingeweza kurekebisha kila kitu. Otieno alimsogelea, lakini haikurekebisha. Kamau alimtazama mtoto huyo, hakukuwa na chuki kwenye macho yake, kulikuwa na matarajio. Mimi sitaki urithi, nataka kujua nilikotoka. Maneno hayo yalivunja ukuta uliokuwa umejengwa kwa miaka. Kamau alinyanyama kichwa, machozi yakimtoka. Mimi pia nataka kurekebisha. Kwa mara ya kwanza, Mama Achieng aliruhusu machozi yatiririke. Ukweli ulikuwa umewekwa mezani na sasa ilikuwa wakati wa kuamua hatima. Asubuhi iliyofuata Kamau aliwapeleka hospitali ya Karen. Hakukuwa na kamera, hakukuwa na kelele, kulikuwa na utulivu wa maamuzi makubwa. Daktari alisema, mimba yako iko salama, dokta alisema kwa tabasamu. Kamau alishika pumzi, alihisi uzito wa jukumu lipya. Alimgeukia Mama Chieng, sitachukua kile ambacho si changu, lakini sitakimbia tena Otieno alitabasamu kwa mara ya kwanza bila hofu. Je, nitakwenda shule? Kamau alicheka kwa uchungu na furaha kwa pamoja. Nitakwenda shule, utajifunza na utachagua maisha yako. Kwa nje, Kamau alikuwa bilionea, lakini ndani alikuwa mwanamume aliyekuwa anaanza upya. Aliwaandalia makazi ya heshima, sio kama ombaomba, bali kama familia. Habari hazikutangazwa, hakukuwa na sifa. Kulikuwa na mabadiliko ya kimya kimya yenye thamani kubwa zaidi ya fedha, na bado hadithi haikufika hatima yake. Miezi ilipopita, mtoto alizaliwa, msichana mwenye afya. Otieno alisimama pembeni, macho yake akiwa na nuru mpya. Kamau alifika hospitalini mapema akiwa na waraka mmoja mkononi. Mama Achieng alisema kwa heshima, hii ni ukweli niliyoukwepa, lakini leo na ukubali. Alimkabidhi waraka wa utambuzi na mpango wa elimu, bima ya afya na mfuko wa baadaye. Sio zawadi bali uwajibikano. Otieno alisoma jina lililoandikwa. Sasa najua, alisema kwa sauti ya utulivu, kama walipiga magoti mbele yao. Nimechelewa lakini niko hapa. Mama Achieng' alimtazama kwa muda mrefu kisha alisema, kusamehe si kusahau, ni kuchagua pani. Nje jua lilikuwa linachomoza juu ya Nairobi. Hadithi ya ombaomba -omba iligeuka kuwa hadithi ya ukweli, heshima na familia. Na kwa mara ya kwanza Kamau alihisi utajiri wa kweli si kwenye akaunti za benki bali kwenye maisha aliyorekebisha.